Jamani, kaka, naulizia dalali mitaa hii naweza nikampata? Namuulizia dalali mitaa hii naweza nikampata? Ha. Hebu acha masiala bwana. Naomba nisaidie, nina shida kweli na shida ya dalali. Kwani we umetokea wapi? Ko, cha Chinese gani we, we, Chinese labda mboga ya majani mi... utakuwa tapeli wa mapenzi wewe, haiwezekani mi niulize chumba alafu nifanyie sijui hivi sijui nini, unamaanisha nini? Niko namu tafuta mke wangu Pamela amekimbia na pesa yote, kama niacha mimi guest. Kumbe Kiswahili unajua vizuri kabisa. Kidogo najua kidogo. Afu, na hicho kicheno umekitoa wapi? Mimi, mi Chinese mm. mi Chinese gani? Chinese gani? Chinese Chinese mboga au Chinese, Chinese. Hebu bwana wee, unaonekana tapeli we. Alafu kitu kingine, hata kama unataka ndo unitapeli basi, hata silazima tupate chumba. hmm. Mchina gani wewe, kwenda zako we. Kwe, mzalamu kabisa wewe, wachole.